Wa sawa, hayo ndio ya huko Arusha, lakini pia na huko mkoani Morogoro, napo bado tuna kina Sokoine wengine. Ndio swali ambalo namuuliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa, masuala ya kitaifa, la kimataifa, lakini leo zaidi hasa katika kuweza kutazama kuhusu hili, bado tuna kina Sokoine. Sostenes Israel, bado tunao? Kimsingi Bwana Gabriel, bado tunao, tunao, tunao, pamoja kwamba hapo katikati wa dhati au wa maneno Uh, tunao mchanganyiko wapo wa dhati na wapo ambao bado wana yumbayumba yumba. mm -hmm. Lakini kimsingi hata sasa hivi unaweza ukajitathmini mwenyewe utendaji na mageuzi makubwa yanayofanywa na awamu ya tano, ukimwangalia kwanza, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Magufuli, ukiwongelea baadhi ya mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanaosimamia mambo kwa uadilifu na kwa uaminifu na hata kwa kujitoa hasa kuweka maslahi ya umma, juu ya maslahi yao binafsi, na itakumbuka wakati wa kipindi cha marehemu Sokoine ilikuwa ni kipindi ambacho pengine dunia ilikuwa inanyukana na itikadi mbili tofauti. Mm -hmm. Itikadi ya ujamaa na itikadi ya ubepari ambavyo vilikuwa vinanyukana, moja ikivutia maslahi binafsi na nyingine ikivutia maslahi ya umma. Mm -hmm. Lakini aliweza kusimama kidete na alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anasimamia yale ambayo anayaamini akitaka yaweze kuwanufaisha wananchi, na alikuwa anasimamia akijua nyakati zilikuwa zinataka nini. Nyakati zinataka zinataka nini? nyakati zilikuwa zinataka nini? sawa sawa. Uh, miongoni mwa wale ambao hivi sasa wanatazamwa kama mfano kwa vitendo ni Rais Magufuli. Rais Magufuli alipoanza kuingia, wako waliobeza, wakasema hizi ni nguvu za soda tu, baada ya siku mbili mzee atachoka tu, lakini hachoki, anaendelea kutekeleza yale toka ameanza hmm. Mzee hachoki na misimamo yake, misimamo yake iko pale pale. mwaka 83, 84. Eh, Edward Moringe Sokoine alionesha haya katika suala so zima la uhujumu uchumi. Tuna wengine wa kuweza kuendana hasa na misimamo hii na mtazamo huu. Kiongozi ni nguvu ya ushawishi. Kiongozi kama Sokoine alifanya kazi kubwa sana, na taifa liligeuka likawa linafuata sasa ili misingi ya uadilifu, misingi mm -hmm. ya kuhakikisha kwamba tunasimamia mali za umma kwa maslahi ya umma na kuhakikisha kwamba makundi yote ambayo yanawajibika kufanya kazi, wakulima na wafanyakazi, wana majukumu yao ni swala ambalo ikifika nyakati wa wakulima, alikuwa anawakumbusha. Ukifuatilia hotuba zake Moringe Sokoine alikuwa anawakumbusha wakulima sasa ni wakati wa msimu wa wakulima, na alikuwa anasimamia kwa dhati sera za vijiji vya ujamaa na alikuwa anasimamia hata ile itikadi kubwa ambayo ndio inaongoza mpaka sasa chama kinachotawala tawala kilichoshika atamu ya nchi, kwa maana siasa ya ujamaa na kujitegemea. Mm -hmm. Kwa hiyo kimsingi awamu hii ni awamu ambao pia tumebahatika kupata neema ya kuwa na kiongozi ambaye pia anasukuma na anafanya vile vile kama alivyokuwa anafanya marehemu Sokoine na Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ni viongozi ambao kimsingi kama leo wangeweza kupata kwamba binadamu anaweza karudi mara ya pili, kuona wangeweza kufurahia kwamba kuna jambo jipya kumbe ambalo lilikuwa linatengenezwa na la kiongozi ambaye angeweza kurithi ule moyo, ile spirit ya uzalendo, ule uaminifu na yeah. ule moyo wa kuhakikisha kwamba masa ya mbele sawa sawa. tumalizie kwa hili moja, tumalizie kwa hili moja. Tumalizie kwa hili moja. Tunadhani kwamba kuna haja sasa ya kuweka misingi ambayo inakuwa haivunjwi, yeyote anaingia anaendeleza ile misingi, badala ya kusema kwamba leo Rais Magufuli yupo amefanya haya mambo, amefikia hapa, kesho atakuja mwingine, atakuja na mtazamo wake, atakuja na haya yake. Tunadhani kuna haja tuwe na misingi ambayo itakuwa hai haiwezi hai, hai kukiukwa na watu wengine ili yeah, kuenzi haya mm, kimsingi, misingi na navyoamini mimi, misingi tunayo. Taifa hili limekuwa linaongozwa na, na miongozo mbalimbali. Tuna dira ya taifa ya maendeleo 2025 na taifa hili limekuwa pia linaongozwa na mipango mikakati kulingana na chama ambacho chok madarakani mi nafikiri, kinachotakiwa ni ule utashi wa dhati wa uongozi, kwa sababu so, Sokoine alikuwa kiongozi, na kiongozi ni kusimamia kile unachokiamini kwa dhati na kuhakikisha kwamba unakuwa ni kiongozi wa kufikia matokeo. Kama ilivyo sasa, ni kweli kabisa, ipo haja ya kuweka mifumo inayolinda haya mambo mazuri, kwa maana ya maadili kwa maana ya uchapakazi na kwa maana ya uaminifu eh, ili tuepuke pengine hii tabia ya watu binafsi kufanya ubadhirifu wa mali za umma kwa manufaa binafsi kwao. Naamini ina ipo haja ya kuendelea kujenga mifumo, ambao awamu ya tano imefanya mageuzi makubwa sana ki mifumo na miundo, ili kusudi walau Kimefanya... maahili yasimamiwe. Nikushukuru sana uh, Israel kwa haya machache ambayo tumeweza kujadili yeah. Unahitaji kutafutia muda. Naona hapa muda hautoshi. Asante sana bwana Jebre. Asante sana. kwa kazi. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, sana.